na wakati mwingine jeshi la polisi, nashukuru mheshimiwa waziri umesoma katika ukurasa wa ishirini na tatu moja ya mambo mlofanya pamoja na operesheni na vitu vingine mmetanzua uhalifu. Hiyo ndo namna ya kutanzua uhalifu. Sisi Watanzania tuna moyo wa na nyie, mtu asiwabagaze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 Do something democracy, that is not democracy in Kenya. Hiyo ni vurugu, na sisi kama jirani zenu tunasikitika. Kwa nini taifa linayumba kiasi hicho? Na, na nyie mpo nyinyi askari wenu, na nyie mwazoea. Tuliwaona kwenye maandamano, mwandamanaji analeta vurugu, anakunywa maji, anampatia na askari naye anakunywa. This is Tanzania, hicho kitu hakipo. Na hili jeshi la polisi hatujaliunda sisi, liliundwa tangu mwaka 1919 na mkoloni. Ilijulikana tu kuna watu watafanya vituko lazima wasiwekwe ndani. Siku moja nilikuwa nafanya ziara Iringa, waliniuliza niuliza Mheshimiwa Mbunge, yani kile kituo cha Ipogoro hey, tukikamatwa la la, la. Hali yake ni mbaya tu, unapigwa sijui tunafanya nini. Nikaambia polisi sio lazima uende, na bahati mbaya sana wale polisi sisi tumewapa virungu tumewapa bunduki tumewapa maji washawasha. Sasa ukienda pale unategemea utapata nini? Ukitaka kupetiwa petiwa, mwanangu unaenda hospitali, wale ndo wamesomea jinsi ya kupetipeti. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaomba tuwambie, sisi Tanzania tunasikitika sana, lakini nikutie moyo rais wangu Mama Samia, huo ndio upande wa pili wa shilingi,